Habari na karibu tena kwenye chaneli yako pendwa. Leo tunakuletea fursa mpya kabisa za ajira kutoka halmashauri ya wilaya ya Kilindi, nafasi ambazo zinaweza kubadilisha maisha yako. Kama unatafuta kazi serikalini, hii video ni kwa ajili yako. Let's go. Halmashauri ya wilaya ya Kilindi kupitia kibali cha serikali imetangaza nafasi kumi za ajira kwa mwaka 2025. Tangazo hili limetolewa tarehe 28 Juni na linatoa nafasi kwa vijana wa kitanzania kuchangamkia ajira za kudumu katika sekta ya umma. Nafasi zilizotangazwa ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, nafasi tano na dereva daraja la pili, nafasi tano Tuanze na nafasi ya kwanza ya mwandishi mwendesha ofisi. Sifa unazotakiwa kuwa nazo kabla hujatuma maombi yako: uwe umemaliza kidato cha nne au cha sita na uwe na diploma ya uhazili au NTA Level 6. Ah, uh, kuandika kwa hati mkato maneno mia moja kwa dakika, maneno ya Kiswahili na Kiingereza, lakini pia uwe na uwezo wa kutumia programu za kompyuta kama Word, Excel, PowerPoint na kadhalika. Majukumu ya kazi ni kuchapa nyaraka, kutunza kumbukumbu -kumbu na ratiba, kutoa huduma kwa wageni ofisini, kushughulikia taarifa na majalada. Nafasi ya pili ni kwa madereva ambapo ni dereva daraja la pili. Sifa unatakiwa na cheti cha kidato cha nne, uwe na leseni ya daraja E au C, lakini uwe na uzoefu wa mwaka mmoja bila kusababisha ajali pia huwa na mafunzo ya udereva kutoka VETA au chuo kinachotambuliwa na serikali. Majukumu ni kukagua gari kabla na baada ya safari kuwasafirisha watumishi kutunza taarifa za safari na kufanya usafi wa gari. Masharti ya jumla kwa waombaji, uwe mtanzania mwenye umri kati ya miaka 18 hadi 45, lakini pia vyeti vyako vyote hivyo vimehakikiwa na mwanasheria au wakili, na pia hakuna kutumia professional result au statement of result. Na kwa wale waliosoma nje wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na taasisi husika kama NECTA, NACTE pamoja na TCU pa lakini, uwasilishaji wa taarifa za uongo ni kosa la kisheria. Hakikisha unawasilisha taarifa ambazo zipo sahihi, na mwisho wa kutuma maombi ni Juni kumi Julai kumi 2025. Jinsi ya kutuma maombi. Maombi yote yatumwe kwa njia ya mtandao kupitia recruitment portal ambayo ni ajira portal, portal.ajira.go.tz Lakini pia wakati wa kutuma maombi hakikisha umeambatanisha barua yako ya maombi iliyosainiwa, CV yako yenye maelezo ya kina, pamoja na vyeti vya elimu na taaluma. Anwani ya barua ni kwa mkurugenzi mtendaji Halmashauri ya Wilaya Kilindi SLP 18 Kilindi Msonge. Kumbuka, nafasi hizi ni kwa ajili yako. Changamkia fursa, andaa nyaraka zako mapema na hakikisha unaomba kwa wakati sahihi, lakini pia uombe kwa usahihi. Kwa update zaidi za ajira kama hizi usahau kusubscribe, kulike video hii na kushare kwa wengine. Tufuatilie pia kwenye mitandao ya kijamii kwa update zaidi. Mpaka wakati mwingine. Kila la heri kwenye maombi yako ya kazi.